Hemofilia inaleta ulemavu. Hapa nilipo mimi sikuzaliwa mlemavu, nilizaliwa nikiwa mzima, lakini kutokana na matibabu na huduma na vipimo vya hemofilia kipindi hicho havikuwepo, kwa hiyo matibabu niliyokuwa nayapata yalikuwa ni matibabu tofauti, ndio maana yakaniletea mimi kupata ulemavu. Lakini nilizaliwa nikiwa mzima. Kama mzazi kwanza ni kwanza, muda mwingi unajikuta huko kwenye kulea. Kwa muda wa kutafuta kipato unakuwa ni muda mdogo, kwa hiyo sasa na kufanya unakuwa kwenye hali ambayo hali duni ya maisha tanzania tunategemea kuwa na wagonjwa kati ya elfu sita mpaka elfu kumi na mbili lakini mpaka sasa hivi tumegundua wagonjwa 451 changamoto kubwa inayosababisha tusipate hao wa wagonjwa kwanza ilikuwa ni uh, shida ya upatikanaji wa vifaa au mashine na vitendanishi vya kufanya diagnosis lengo kuu la mradi huu ni kuunga mkono jitihada ya serikali ya tanzania kupitia wizara afya katika kupunguza madhara ya vifo inavyotokana na magonjwa yasiyoambukiza ikiwemo hemofilia. Kwa muda mrefu sasa, serikali ya Tanzania iliuswa patikanaji wa huduma za matibabu kwa magonjwa ya damu, ikiwemo kutoa dawa zenye gharama kubwa. Ujio wa mradi huu ni kuongeza kasi ya patikanaji huduma hizi na dawa zake kwa wananchi wengi, na hususan walioko, uh, wali Zanzibar na Tanzania kwa ujumla.